Lengo la kongamano hili ni kuleta pamoja wadau kutoka kwenye makundi mbalimbali mbali, ikiwemo wataalamu, wafanyabiashara, wawekezaji, watafiti, wabunifu na kadhalika kwa ajili ya kujadili, kubadilishana uzoefu na kupanga mikakati ya pamoja kama bara la Afrika ya namna gani tutachagiza maendeleo ya matumizi ya teknolojia za kidijitali, lakini vile vile kuweza kuona ni namna gani tutaweza kuongeza matumizi ya teknolojia za kidijitali sio tu kwenye sekta ya elimu, lakini vile vile na kwenye sekta nyingine, kwa sababu kama mnavyofahamu, elimu ndio msingi wa maeneo mengine yote kwa sababu elimu ndio inatusaidia kuweza kuandaa rasilimali watu yenye uwezo wa kufanya mambo mbalimbali kwenye sekta mbalimbali mbali. Kwa matumizi ya, ya, ya teknolojia za kidijitali elimu inakuwa ni chimbuko, lakini baada ya hapo zinaweza kutumia kwenye sekta zingine zote kuongeza tija na ufanisi katika uzalishaji na maeneo mengine. Kwa hilo ndio lengo la kongamano hili, lakini kongamano hili kwa mwaka huu lina kauli mbiu ambayo tunasema ni reimagining education and human resource development for future, for future ready Africa's prosperity. Kwa Kiswahili, kwa tafsiri isiyo rasmi, kauli mbiu ya kongamano hili ni kufikiria upya elimu na rasilimali watu kwa ajili ya ustawi wa Afrika. Kwa hiyo mada mbalimbali zitakazojadiliwa katika kongamano hili katika maeneo tofauti tofauti, mwisho wa siku ni kuona ni kwa namna gani elimu yetu itaweza kusaidia zaidi kuweza kuzalisha rasilimali watu ambayo ina uwezo sio tu wa kuongeza maendeleo ya teknolojia za kidijitali, lakini vile vile kuongeza matumizi ya teknolojia za kidijitali. Kongamano hili kwa mwaka huu kama ambavyo inafanyika kwa miaka mingine, kutakuwa na matukio mbalimbali mbali. Moja, kutakuwa na mikutano na aina nyingine ya mijadala kuhusu mada mbalimbali katika masuala ya teknolojia za kidijitali, lakini vile vile kutakuwa na mikutano ya mashirikiano, tunaita mikutano ya uwili bilateral, eh, eh, conferences kwa sababu tunataka fursa hii itumike kwa ajili ya kutengeneza mahusiano baina ya nchi na nchi, mashirika, kampuni na watu binafsi, lakini vile vile kupitia kongamano hili kutakuwa na mkutano wa mawaziri nasema, ministerial round table discussion, ambayo pia itakuwa inalenga kule kule katika kuhakikisha kwamba tunakuwa na rasilimali watu ambayo ni stahiki kwa ajili ya kuongeza matumizi ya teknolojia za kidijitali. Na mwaka huu niseme, tumepata bahati kwamba tutakuwa na mawaziri tutakuwa na mawaziri takriban 20 ambao watashiriki katika mkutano wa mawaziri ukiachilia mbali viongozi wengine waandamizi kutoka nchi mbalimbali ndani ya bara la Afrika. Kwa hiyo unaona kuna nchi nyingi sana ambazo zinashiriki, lakini ukiangalia kwa upande wa washiriki kwa ujumla, tunategemea mpaka sasa hivi tutakuwa na washiriki takribani elfu moja na mia tatu na sehemu kubwa ya washiriki hawa pia wanatoka kwenye mataifa mbalimbali ndani na nje ya bara la Afrika. Tunazungumzia nchi takriban sitini na tano duniani kote, lakini katika ushiriki nchi yetu, kwa sababu ndio mwandaaji mwenza na ndio mwenyeji wa kongamano hili pia, sehemu kubwa sana ya Watanzania watapata fursa ya kuweza kushiriki katika makundi mbalimbali. Tunatarajia Watanzania takriban mia tano watakuwa sehemu ya kongamano hili katika, eh, katika maeneo tofauti tofauti, lakini mwisho, kwa maana ya matukio kutakuwa pia na maonyesho ya teknolojia za kidijitali katika elimu lakini na katika maeneo mengine, na hapa tuna waonyeshaji kutoka nchi mbalimbali mbali za Afrika lakini vilevile tuna waonyeshaji kutoka ndani ya nchi yetu, mathalan tuna kampuni tuna kampuni changa tunaita startups, tuna kampuni changa tak takriban kumi na sita za vijana wa Kitanzania ambao wana teknolojia za kidijitali kwa ajili ya elimu ambao wanashiriki kwenye kongamano hili na watapata fursa ya kuweza kuonesha teknolojia zao. Kwa hiyo, pia hii itatoa fursa kwa vijana kama hawa kukutana na wataalamu na, na wadau wengine kama wafanyabiashara na wawekezaji ambao kwa namna moja au nyingine itawasaidia wao kuweza kuendeleza na kubiasharisha teknolojia zao ambazo wameweza kuzizalisha, lakini wanaweza kupata fursa pia ya kuweza kupata elimu zaidi na ujuzi zaidi kwenye maeneo yao husika kwa ajili ya kuwafanya wawe bora zaidi kuliko walivyo sasa. Uh, kongamano hili uh, li, kwa namna ambavyo limeandaliwa limejikita katika kuonyesha bunifu mbalimbali ambazo zipo barani Afrika, na bunifu hizi zimelenga katika matumizi ya tehama katika ujifunzaji na ufundishaji. Tutakumbuka mwaka huu mwezi wa pili ilizunduliwa sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2023 ya mwaka 2014 toleo la 2023 ambalo imechagiza sana matumizi ya tehama kwenye kujifunzia na kufundishia. Hapa tunamlenga mwalimu na mwanafunzi, lakini pia kipekee sana kongamano hili kwa namna ambavyo sisi Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia tukiwa waandaaji mwenza kwa kushirikiana na mwandaji wa e-learning Africa, um, tumejiandaa vizuri kwa upande wa teknolojia. Tumealika wabunifu mbalimbali ambao wataonyesha bunifu zao ambazo zinasaidia katika sekta ya elimu na nje ya sekta ya elimu. Kwa mfano tumealika wizara ya elimu na mafunzo ya mali Zanzibar, tumealika TAMISEMI, tumealika mamlaka ya serikali mtandao, tumealika wizara ya afya, tumealika wizara ya fedha. Hawa wote wanakuja kuonyesha namna ambavyo yetu inajivunia kwa teknolojia na bunifu mbalimbali mbali ambazo tayari tunazo na tume... tumeshaziandaa na zinatumika. Kutakuwepo kuna mabanda ya maonyesho tunawakaribisha sana sana watanzania wetu ili kwa pamoja tuweze kufurahia jitihada mbalimbali ambazo kama serikali umewekeza katika kuandaa mifumo hii ambayo inasaidia sio tu katika sekta ya elimu lakini pia katika uendeshaji wa shughuli za serikali sisi kama wadau wa elimu na ambao tunachangia uh, juhudi za serikali katika kukuza elimu hasa katika hili suala la elimu ya mtandao na ujuzi wa kidijitali tunasikia fahari kubwa sana kushiriki katika kongamano hili la e-learning. Sababu ya kwanza ni kwamba tunakuja kujifunza uzoefu kutoka kwenye mataifa mbalimbali mbali na tunatarajia kushowcase na sisi pia kuonyesha ubunifu mbalimbali ambao kwa upande wa Tanzania tumeweza kubuni na kuona inafanikiwa kwenye upande wa elimu. Lakini si hilo tu, kutokana na kazi zetu ambazo tunafanya ambazo nyingi zimejikita katika kitafiti, tumeona kabisa kwamba kuna ombo au kuna gap kubwa sana katika mambo ya ujuzi wa okay kidijitali. Kwa mujibu wa utafiti wa shirika la la UNICEF, ripoti inasema kwamba ukiangalia ujifunza zaji wa mwanafunzi ambaye anatumia sana vifaa vya kidijitali au ana uzoefu au ana ujuzi wa kidijitali ana uwezo mkubwa sana wa kufaulu masomo ya sayansi na masomo ya hisabati. Kwa hiyo tunaona kabisa bila stadi za kidijitali inawezekana watoto wakawa wanabaki nyuma kidogo, lakini si hilo tu. Utafiti mwingine ambao tuliufanya taasisi yetu, ambao unaitwa upimaji wa stadi za karne ya 21 ikiwemo upimaji wa stadi za kidijitali mwaka 2022, tuligundua ya kwamba vijana ambao wana ujuzi wa kidijitali wana asilimia kubwa ya uelewa wa stadi za maisha nyingine. Tulifanya stadi ambayo ilipima stadi za kidijitali lakini na stadi za maisha kama vile utatuzi wa matatizo, kujitambua, ushirikiana, mawasiliano, mambo ya fikra tunduizi. Kwa hiyo kwa, kwa mujibu wa utafiti ule tumeamini kabisa kwamba ili tumsaidie kijana aweze kupata mahiri za stadi nyingine au aweze kupata mahiri hata za masomo mengine ni lazima kuwe na uwezeshaji wa kutumia vifaa vya kidijitali.